Eh, majira yameumbwa kwa ajili yangu. Unajua kuna vitu ambavyo huwa tunashindwa kuvielewa. Yesu alikuwa anajaribu kutupa priorities. Unajua kuna kitu aliyowahi kusema, akasema ak akatumia mavazi na mwili hivi hivi, kipi ni bora, mwili au mavazi? Mwili au sio? Tumbo au chakula? okay. usinge kuwa na tumbo, chakula kingekuwepo? kipi kimetumwa kimtumikie mwingine? ko tukiamua kumwambia Mungu kuanzia leo hatuli tena. Chakula kitakuwa na maana. Kwa kipi kimeumbwa kwa ajili ya kingine? Kipi kilita, kipi kilitangulia kuumbwa kwa ajili ya nani? Chakula kiliumbwa kwa ajili yetu. Kwa tukisema hatuna matumbo tena, tukamwa unajua unaweza kumwambia Mungu kwamba tusikie njaa milele. Kuna mtu haamini hapa ma, anapenda ha, anapopenda keki, hawezi elewa. Unaona eh? Ukisema huli keki tena, keki inakosa maana. Kwa vitu vina derive thamani kutoka kwetu. Mavazi, tukisema turudi kwenye majani, Hizi haya mabalo aliyoko mjini atakuwa hayana kazi tena. Kwa Yesu akasema mwili ni zaidi ya mavazi. Haleluya. Haleluya. Maisha yako ni zaidi ya kula na kunywa. Actually, eh? Inabidi vitu vianze kutafuta thamani kwa kuja kwako. Havina thamani bila wewe. Mavazi hayana thamani bila wewe. Ndio maana Yesu anasema msihangaikie. Unajua kuhangaikia? Maana yake una nitavaa nini mwaka huu, nitakula nini? Tena ameweka hivyo hivyo. Ni Mathayo 6 anasoma. Maana mtu anasema sasa, hii mbona sijai kuelewa? Ni Mathayo 6. Baba yetu anatujali sana. Kwa hiyo, kwa sababu anatujali ndio maana hivyo vitu vipo. Nguo zipo kwa sababu Baba anatujali. Chakula kipo kwa sababu Baba Baba anatujali. Pesa zipo kwa sababu Baba anatujali. Kila kitu ni kwa ajili yetu. Baba e, asubuhi, ni Baba anatujali. Ukiamka asubuhi, hii siku ni yangu. Mungu ameifanya hii siku kwa ajili yangu, Amen.